Alishawishiwa na rafiki yake kwenda kwa mganga ili kupata pesa za bure. Kwa mara ya kwanza aliogopa sana mashariti. Sitaki! <coughs> <coughs> Rafiki yake alimlaumu sana kwa kuogopa mizimu. Mshikaji wangu wejau sana. Unakuwa kama siyo mwanaume. Mimi sijapenda kabisa. Alisalitiwa na mpenzi wake hadharani, kisa ni maskini. Akarudi kwa mganga na kukubali mashariti ya utajiri. Sasa hapo ndipo balaa lilipoanza. Je, unataka kujua ni nini kilitokea? Sasa kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza like, kisha ni follow au subscribe, alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze simulizi yetu. Jua la Dar es Salaam lilikuwa likiwaka utadhani limeamua kulipiza kisasi kwa wakazi wa jiji hilo. Katika mitaa ya Manzese, uvundo wa majitaka yaliyotwama ulichanganyika na jasho la wanadamu waliokuwa wakihangaika kusaka riziki. Hapa ndipo alipokuwa akiishi Seba, kijana mwenye umri wa miaka 25 ambaye maisha yake yalikuwa kama kitabu kilichoandikwa kwa wino wa dhiki. Seba hakuwa mvivu, alijaribu kila kazi, kuanzia kubeba mizigo Kariakoo, kuuza mitumba Ilala mpaka kusaidia kwenye daladala, lakini kila alichoshika kiligeuka kuwa majivu. Pesa ilikuwa ikipita mikononi mwake kama maji kwenye chujio. Hakuwa na baba, hakuwa na mama na hakuwa na ndugu wa kumshika mkono. Siku moja akiwa amekaa kijiweni akiwaza kodi ya nyumba iliyokuwa imelimbikizwa kwa miezi mitatu, simu yake ya kitochi iliita. Alipoitazama aliona jina Chifu Zela Mapene. Huyu alikuwa rafiki yake wa zamani ambaye ghafla alikuwa amepata utajiri wa kutisha. Chifu alikuwa akiendesha magari ya kifahari akimwaga pesa ba kama njugu na kuishi maisha ya ndoto. Oya Seba, vipu? Bado unateseka na jua la Bongo kaka? We acha tu nipige tafu kipengele cha kodi kaka, sauti ya chifu ilisikika kwa dharau na majivuno. Acha tu mwanangu, maisha yamenikaba ko, Seba alijibu kwa unyonge. Njoo Sinza mori, nipo hapa big chill, na kutumia nauli kwenye simu sasa hivi. Usiwe mnyonge kishamba. Seba hakusita. Baada ya nusu saa alifika Sinza, macho yake yalimtoka alipomwona Chifu akishuka kwenye gari jipya aina ya range rover. Chifu alivaa cheni za dhahabu na alionekana kunukia pesa. Walikaa, wakanywa, na ndipo Chifu alipomfungulia seba kode. Seba, umaskini ni uchawi, Chifu alimnongoneza, macho yake yakiwa na wekundu wa ajabu. Mimi nilichoka kama wewe, lakini kuna mzee mmoja yupo Handeni, ndani kabisa ya msitu wa giza. Huyo ndiye kiboko ya shida. Ukienda kwake unarudi na gunia la pesa. Unasemaje? Tamaa ilimwingia Seba, picha ya maisha ya kifahari ilimjia kichwani, akawaza madharau anayopata mtaani, akawaza kodi ya nyumba, akajibu: nipo tayari chifu, nipo tayari hata leo. Safari ya kwenda Handeni haikuwa ya kawaida. walisafiri usiku na walipofika mjini Handeni walikodi pikipiki zilizowapeleka ndani ya msitu mzito ambapo hata mwanga wa mwezi uliogopa kupenya. Miti ilikuwa mikubwa yenye maumbo ya kutisha kama majitu yaliyosimama. Walifika kwenye kibanda kimoja kilichojengwa kwa udongo mwekundu na kuezekwa kwa nyasi kavu. Nje kuliwaka moto mdogo uliotoa moshi mweusi wenye harufu ya uvumba na kitu kama nyama iliyoungua. Karibuni wanangu, sauti nzito ilitoka ndani ikitetemesha ardhi. Mganga aliyetoka nje hakuwa wa kawaida. Alikuwa mrefu, amevaa ngozi ya chui, na macho yake yalikuwa meupe pepe, asiyo na mboni. Huyu ndiye alikuwa mganga mkuu wa Handeni. Seba, mganga alimuita jina lake bila kuambiwa. Shida yako naijua, unataka dunia ikunukuu, unataka utajiri, lakini utajiri wangu una gharama. Mganga aliingia ndani na kurudi na chungu kikubwa kitoacho moshi. Hapa nina machaguo matatu Chaguo moja utoke kimaisha. Chaguo la kwanza, umtoe mama yako mzazi kafara. Atakufa usiku wa leo na wewe utatajirika kesho. Chaguo la pili, umtoe mwanao wa kwanza kafara. Chaguo la tatu, uitoe nafsi yako mwenyewe. Seba alitetemeka. Jasho jembamba lilimtoka. Mganga, mimi sina mama alishafariki. Wala sina mtoto, bado sijaona. Mganga alicheka kicheko cha kutisha. Basi umebakiwa na chaguo la tatu. Utautoa uhai wako. Nitakupa kuku mweupe, utamtupia mahindi. Idadi ya punje atakazokula kuku huyo, ndiyo idadi ya miaka utakayoishi duniani, huku ukiwa tajiri wa kutupwa. Akila punje kumi, utaishi miaka kumi ya raha. Akila mia, miaka mia. Upo tayari? Kabla Seba hajajibu, mganga alipunga mkia wake wa nyumbu. Ghafla ulimwengu ulibadilika. Seba alijikuta katika ulimwengu mwingine wa giza Hakukuwa na jua wala mwezi, bali anga jekundu kama damu. Mbele yake aliona maelfu ya watu, miili yao ilikuwa imeoza, usaha ukiwatoka na wengine walikuwa wamekatika viungo. Walikuwa wakipiga kelele za maumivu yasiyoelezeka, wakichomwa na moto usiozimika, huku wakibururwa na viumbe wa ajabu wenye mapembe. Hawa unawaona? sauti ya mganga ilisikika kichwani mwa Seba. Hawa walikuja kama wewe, walitaka mali lakini walikiuka masharti au muda wao uliisha. Hapa ndipo wanapotumikia adhabu ya milele. Hakuna kufa huku, ni maumivu tu. Hofu ilimuingia Seba mpaka akahisi kibofu chake kimelegea. Zitaki! Alirudi kwenye kibanda cha mganga Handeni. Alikuwa anatetemeka kama unyasi. Upo tayari Seba? Mganga aliuliza akiwa ameshikilia yule kuku mweupe. Hapana, hapana babu, nimeogopa, naomba nifikirie kwanza. Seba alirudi nyuma. Chifu Zela Mapene alimkodolea macho ya hasira, lakini mganga alimruhusu Nenda, lakini ukirudi mara ya pili hakuna kurudi nyuma. Seba alirudi Dar es Salaam akiwa mnyonge. Chifu alimtukana njiani kote, mshikaji wangu wejau sana unakuwa kama sio mwanaume, mimi sijapenda kabisa, wewe ni mwoga, wanaume wanatafuta pesa kwa damu na jasho, wewe unaogopa mizimu. Chifu alimshusha Seba Ubungo na kumwacha bila hata senti tano, akimwambia asimtafute tena kama hayuko tayari kuwa ngangari. Seba akiwa na mawazo tele aliamua kwenda kwa mpenzi wake binti mrembo aliyeitwa Zuena. Zuena ndiye alikuwa faraja yake pekee. Seba aliamini kuwa hata akiwa maskini mradi ana upendo wa kweli angeweza kuishi Alipofika nyumbani kwa Zuena maeneo ya Kinondoni, alikuta gari kubwa jeusi aina ya Land Cruiser nane limepaki nje. Moyo wake ulimwenda mbio. Alipogonga mlango, Zuena alitoka, lakini hakuwa peke yake. Alikuwa ameshikwa kiunoni na mwanaume mmoja mnene mwenye kitambi cha pesa na upara unaong'aa. "Zuena," Seba aliita kwa sauti ya chini. Zuena alishtuka, kisha sura yake ikabadilika na kuwa ya ukali. Wewe nani? Unataka nini hapa? Zuena aliuliza kwa sauti kubwa ili yule tajiri asikie. Zuena, ni mimi Seba mpenzi wako, Seba alijibu kwa mshtuko. Zuena alicheka kwa dharau akimgeukia yule tajiri. Babi, huyu chokora simjui, anakuja hapa kuomba-omba tu kila siku, mfukuze tafadhali, ananiharibia mod. Yule tajiri alimwangalia Seba juu mpaka chini, kisha akatoa noti ya elfu kumi na kumtupia usoni Seba. Chukua hiyo kapate chai. Usirudi hapa kumsumbua mke wangu mtarajiwa. Ondoka mbwa wewe. Walinzi wa getini walimkimbiza Seba kama mwizi. Seba alikimbia huku machozi yakimtiririka. Moyo wake ulipasuka vipande vipande. Alitembea kwa miguu kutoka Kinondoni mpaka Manzese, akilia kama mtoto mdogo. Picha ya Zuena akimkana na dharau ya yule tajiri vilimfanya aone dunia haina maana tena. Bora kufa tajiri kuliko kuishi mbwa kama hivi. Yani Zuena ndo akunifanyia mimi hivi. Bora kufa tajiri kuliko kuishi mbwa hivi, Seba alinongona usiku ule akiwa ndani ya chumba chake cha giza. Kama kule kuzimu niko peke yangu, bora niende. Lakini lazima nionyeshe hawa watu kuwa mimi ni nani. Asubuhi na mapema, Seba alimtafuta Chifu Zela Mapene. Chifu alipomwona Seba, alitabasamu lile tabasamu la kishirikina. Umerudi kaka? Nimerudi kaka. Nataka nirudi kwa babu Handeni. Safi sana, huo ndo wanaume. Nipe nauli, nataka kwenda Handeni sasa hivi, sitaki kurudi nyuma, Seba alisema kwa sauti ya maamuzi. Chifu alifurahi sana, alimpa pesa nyingi, akampatia na usafiri binafsi wa kumpeleka mpaka kijijini. Safari hii Seba hakuwa na hofu, moyo wake ulikuwa umekufa ganzi kwa maumivu ya mapenzi na umaskini. Walipofika kwa mganga, mganga alimwangalia na kusema, najua umedhamiria. Sasa karibu kwenye ulimwengu wa watawala. Seba alikubali masharti yote. Mganga alileta yule kuku mweupe na kumweka chini. Mganga akamba Seba kiganja cha mahindi, mwagie kuku huyu. Kila punje atakayomeza ni mwaka mmoja wa utajiri na uhai wako. Baada ya hapo, nitakuja kukuchukua. The spirits have spoken the offering is rejected. Seba alimwaga mahindi chini, moyo wake ulienda mbio. Alitamani kuku ale punje nyingi, angalau hamsini au sitini. Kuku alisogea akaudonoa punje ya kwanza, mwaka moja. Akadonoa punje ya pili, mwaka mbili. Akadonoa punje ya tatu, mwaka tatu. Akadonoa punje ya nne, mwaka nne. Akadonoa punje ya tano, mwaka tano. Kisha kuku yule akaacha kula. Alitikisa kichwa akaangalia pembeni na kuanza kuwika kwa sauti ya kutisha, kama binadamu anaelia. Hakugusa tena punje hata moja. Jasho la baridi lilimwagika Seba mwilini. Mganga, fanya dawa kuku ale tena, miaka mitano ni michache sana, Seba alilia. Mganga alicheka na kumbeba kuku yule. Masharti ni masharti, kijana. Utaishi miaka mitano, utakuwa tajiri wa kutupwa, pesa haitaisha, kila utachogusa kitakuwa dhahabu lakini miaka mitano ikitimia, siku na saa kama ya leo, nitakuja kukuchukua. Kisha mganga akampa sharti la nyongeza lenye uzito wa kilo elfu moja. Katika miaka hii mitano, huruhusiwi kuzaa mtoto. Siku ukipata mtoto tu, unakufa siku hiyo hiyo, au mtoto huyo atageuka kuwa jini litakalo kula nyama yako. Seba alikubali shingo upande. alikabidhiwa furushi la mfuko wa sulpate lililojaa pesa na kuambiwa kuwa mfuko huo hautapungua pesa kamwe. Seba alirudi Dar es Salaam, siyo kama Seba yule wa zamani. Ndani ya mwezi mmoja, jina lake lilibadilika, alijulikana kama Boseba au Mfalme wa Dar. Alinua jumba la kifahari Masaki, alinunua Range Rover, Ferrari na Benz. Alifungua makampuni ambayo hata hakujua yanafanya nini, lakini yaliingiza mabilioni. Pesa ilikuwa nyingi kiasi kwamba alikuwa akigawa barabarani. Zuena, yule mpenzi wake wa zamani, alipomsikia na kumwona kwenye magazeti, alijaribu kurudi. Seba alimfanyia kitu cha kikatili. Alimwalika Zuena kwenye sherehe kubwa, akamtambulisha mbele ya watu kuwa ni ombaomba omba, na kumpa walinzi wamtupie nje kama mbwa, kisasi cha jinsi alivyofanyiwa. lakini kadiri siku zilivyosonga ndivyo amani ilivyopotea. Mwaka wa kwanza uliisha kwa starehe tupu. Mwaka wa pili Seba alianza kuota ndoto mbaya. Kila akilala anaona wale watu walioza kule kuzimu wakimwita, Seba, muda unakaribia, njoo ungue nasi. Mwaka wa tatu Seba alianza kuumwa magonjwa ya ajabu ambayo hospitali hazikuyaona. Alikuwa akikohoa wadudu, na usiku alikuwa akisikia sauti ya yule kuku akiwika chini ya kitanda chake. Mwaka wa nne hofu ilimtawala. Aligundua kuwa utajiri hauna maana kama unahesabu siku za kufa. Magari ya kifahari yalionekana kama majeneza ya chuma, jumba lake la kifahari lilionekana kama kaburi. Seba alianza kutembea na walinzi kumi, lakini alijua walinzi hawawezi kuzuia kifo cha kishirikina. Kila akimwona mtoto mchanga barabarani, alikumbuka sharti la mganga: usizae. Hii ilimuumiza sana, kwani alitamani kuacha mrithi, lakini alijua ni hukumu ya kifo. Ilipobaki miezi mitatu kabla ya miaka mitano kutimia, Seba alichanganyikiwa. Pesa zake hazikuwa na ladha tena. Alikumbuka maneno ya wahenga, uhai ni mali. Alianza kuhaha. Kwa jina la Yesu, toka, tunakuamuru, ondoka! Sasa alienda makanisani kuombewa, lakini kila mchungaji alipojaribu kumwombea alikuwa anaona giza na kukimbia. Auseba alikuwa akitapika vitu vya ajabu kama misumari na nywele, na mapepo yalisema huyu ni wetu, kashauzwa. Alienda kwa masheikh bingwa wa kusoma kisomo, lakini walimwambia kijana, hili agano ni la damu nzito, umekula na kunywa na Ibilisi, koba yake ni ngumu sana. Akiwa amekata tamaa, alikumbuka kurudi kwa Chifu Zela Mapene kumuomba msaada. Alipofika nyumbani kwa chifu, alikuta msiba. Kuna nini kimetokea umu? Chifu alikuwa amefariki tu ghafla. Waliambiwa chifu alikufa ghafla usiku uliopita akiwa usingizini. Uso wa chifu ulikuwa umekunjamana kwa hofu, kana kwamba aliona kitu cha kutisha kabla ya kufa. Seba alijua muda wa chifu ulikuwa umeisha pia. Seba alibaki peke yake. Siku zilizidi kuyoyoma ilibaki wiki moja, ilibaki siku tatu, ilibaki siku moja. Siku ya mwisho ilipofika, Seba alijifungia chumbani kwake katika jumba lake la kifahari, alizungukwa na mabilioni ya pesa, lakini alikuwa akitokwa na machozi ya damu. Saa ukutani ilikuwa ikilia ti, ta ti, ta. Ilipofika saa sita kamili usiku, muda ambao alipaswa kufa, taa zilizimika ghafla. nyumba nzima baridi kali iliingia chumbani. Harufu ya nyama iliyoungua na uvumba ilitanda. Katikati ya chumba, alimwona yule mganga wa Handeni akiwa ameshika yule kuku mweupe. Tafadhali, naomba unisamehe. Kiongozi, mkataba wako umeisha, sasa wewe ni mali yangu. Nyuma ya mganga kulikuwa na wale viumbe wa kuzimu aliowaona siku ya kwanza. Seba, mganga alisema, sauti yake ikisikika kama radi, mkataba umetimia Punje tano zimekwisha, furushi la pesa umelitumia, sasa ni zamu yangu kutumia nafsi yako. Seba alipiga magoti akilia na kutoa makamasi akimwaga pesa miguuni mwa mganga. Chukua zote, chukua kila kitu, niachie uhai wangu, naomba nikawe maskini wa kutupwa, lakini niishi. Mganga alicheka. Pesa zako hazitumiki kuzimu. Kiumbe mmoja wa ajabu alimrukia Seba. Seba alipiga kelele moja kuu, mamaa! Kesho yake asubuhi, wafanyakazi wa Seba walimkuta chumbani kwake. Hakuwa amekufa kwa njia ya kawaida. Mwili wake ulikuwa umenyauka kama mtu aliyezeeka ghafla na kufa miaka mia moja iliyopita, ingawa alikuwa kijana. Macho yake yalikuwa yamefunguka kwa hofu kuu, na mkononi mwake alikuwa ameshikilia punje tano za mahindi. Pesa zote ndani ya nyumba zilikuwa zimegeuka kuwa majani makavu ya miti na kinyesi cha mbuzi. Utajiri wa Seba ulipotea kama moshi, ukimwacha akiwa fundisho kwa wengine. Mazishi ya Seba hayakuwa ya kawaida. Siku hiyo, mvua ilinyesha ya mawe maeneo ya makaburi ya Kinondoni. Jeneza la Seba lilipokuwa likishushwa kaburini, radi ilipiga mti mkubwa wa mwembe uliokuwa karibu na kuugawa katikati. Watu walikimbia kwa hofu, wakimwacha mchungaji na wachimba kaburi peke yao. Hakuna aliyejua kuwa pembeni mwa makaburi yale, chini ya mumvuli mweusi, alisimama mwanamke mmoja mrembo, lakini mwenye huzuni nzito, akiwa amemshikilia mkono mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka minne hivi. Mwanamke huyo aliitwa Jenifa. Jenifa alikuwa mmoja wa chepuko wa Seba miaka minne iliyopita, kipindi Seba anaanza kupata utajiri. Seba alipogundua Jenifa ana mimba, alimpa pesa atoe mimba hiyo, kwa sababu alikumbuka sharti la mganga: usizae mtoto. Lakini Jenifa, kwa hofu ya Mungu, alichukua pesa zile akajificha kijijini Bagamoyo na kulea mimba hiyo kwa siri. Alijifungua mtoto wa kiume na kumpa jina Baraka. Seba alikufa bila kujua kuwa ana mtoto duniani. Lakini mganga wa Handeni alijua. Mizimu haidanganyiki. Wakati udongo wa mwisho ukitupwa kwenye kaburi la Seba, mtoto Baraka alimvuta mama yake na kunongona kwa sauti nzito isiyoendana na umri wake. Mama, mbona huyu baba analiwa na nyoka wakubwa? Na mbona ananiita twende naye? Jenifa alishtuka na kumziba mdomo mwanaye. Nyamaza Baraka, usiongee hivyo. Lakini Baraka aliendelea kukodoa macho kaburini, mboni zake zikibadilika rangi na kuwa nyeupe kwa sekunde chache. Jenifa alijua siri imefichuka. Laana ya baba haikuishia kaburini. Wiki moja baada ya mazishi, maajabu yalianza kutokea nyumbani kwa Jenifa Bagamoyo. Usiku wa manane, Jenifa alikuwa akiamshwa na sauti ya kuku akiwika ndani ya chumba chake, ingawa hawakuwa na kuku. Alipowasha taa, sauti ilipotea. Lakini kibaya zaidi kilikuwa kwa Baraka. Baraka alianza kubadilika tabia. Alikuwa akiamka usiku na kukaa kona ya chumba akiongea na mtu asiyeonekana. Tafadhali nenda zako. Usinidhuru. Mimi niko peke yangu hapa, sitaki, sitaki mahindi. Baraka alisikika akinongona, babu anasema nile mahindi niwe tajiri kama baba, sitaki. Siku moja Jenifa alirudi kutoka sokoni na kumkuta Baraka amekamata paka wa jirani. Alikuwa amemnyonga paka huyo na alikuwa akijaribu kumuuma shingoni, kunyonya damu. Baraka! Jenifa alipiga kelele na kumtupa paka yule. Baraka alimwangalia mama yake lakini sura haikuwa ya Baraka. Ilikuwa na ukatili wa Seba na macho ya yule mganga wa Handeni. Sauti iliyotoka kinywani mwa mtoto haikuwa yake. Mwanamke mjinga, ulificheni mbegu yangu! Seba alilipa deni la miaka mitano, lakini huyu mtoto ni mali yangu sasa. Atatumika kumalizia kazi ambayo baba yake alishindwa. Jennifer alianguka chini kwa hofu na kuanza kuomba Yesu, nisaidie mwanangu. Ile nguvu ilimtoka Baraka. Naye akaanguka chini na kuzimia. Jennifer alijua hana muda wa kupoteza, ilibidi apambane na nguvu ambayo hata hakuielewa. Jennifer alikumbuka kuwa wakati Seba yuko hai aliwahi kumsikia akiongea na simu kwa hasira kuhusu Handeni na mganga. Aliamua kultua search vitu vya zamani alivyopewa na Seba. Kwenye mkoba kuukuu alikuta diari ndogo ambayo Seba aliisahau kwake miaka minne iliyopita. Kwenye diari hiyo Seba alikuwa ameandika kwa mwandiko wa kutetemeka, ukurasa wa mwisho: nimekosea, nimeuza nafsi yangu kwa punje tano. Mganga alisema nisizae, nikizaa mtoto huyo atakuwa lango la mashetani kuingia duniani. Ikitokea nimeacha mtoto, naomba huyo mtoto apelekwe kwenye mti wa mbuyu mpakani mwa Handeni na Tanga. Hapo ndipo asili ya agano ilipo. Lazima avunje chungu kilichofukiwa hapo kabla ya mwezi mwandamo. Jenifa alitazama kalenda Mwezi mwandamo ulikuwa siku tatu zijazo. Asipofika huko ndani ya siku tatu, Baraka atachukuliwa mazima na kuwa mrithi wa mganga au kufa kama baba yake bila kuaga mtu. Jenifa alimbeba Baraka, akachukua akiba yake yote na kuanza safari ya kuelekea Handeni, safari ya kwenda kukabiliana na kifo ili kuokoa uhai. Walifika Handeni usiku wa siku ya pili. Mji ulikuwa kimya. Jenifa alimuulizia mwenyeji mmoja kuhusu mbuyu wa mpakani. Mzee huyo alimwangalia kwa hofu na kusema, "Mama, huko hakwendi mtu. Kule kuna chifu wa giza, anayekwenda harudi." Lakini upendo wa mama hauna woga. Jennifer alikodi bodaboda, lakini dereva alipoona wanaelekea msituni aliwashusha njiani na kugeuza. "Siwezi kufa kwa ajili ya elfu kumi yako," dereva alisema, huku akitimua vumbi. Jennifer alimbeba baraka mgongoni na kuingia msituni kwa miguu. Giza lilikuwa totoro, fisi walicheka kwa mbali kila hatua aliyopiga alisikia sauti za Seba zikilia kwa uchungu, rudi Jenifa utakufa, rudi. Baraka alianza kupata homa kali, mwili wake uliwaka moto, alianza kuweweseka, wananivuta mama, naona kuku mweupe, naona watu wameoza. baada ya mwendo wa saa nne msituni, walifika kwenye uwazi katikati. kulikuwa na mbuyu mkubwa sana uliokuwa na shimo katikati. mbele ya mbuyu huo alikuwepo yule mganga Funguwa Njia. Mganga hakuonekana kuzeeka. Alikuwa amekaa kwenye kiti cha fuvu akichezea nyoka mkubwa wa kijani. Karibu mkwe wangu, mganga alicheka kwa dharau. Umemleta mrithi wangu. Seba alikuwa mpumbavu, alikufa mapema, lakini huyu mtoto huyu ana damu changa, huyu atatawala dunia kwa niaba yangu. Jenifa alisimama imara ingawa miguu ilitetemeka. Nimekuja kuvunja agano, mwanangu si wako mwanangu ni wa Mungu. Mganga alisimama, urefu wake uliongezeka mara dufu, macho yake yakawaka moto. Mungu hayupo hapa msituni, hapa ni himaya yangu. Una chaguo moja, Jenifa. Mwache mtoto hapa nikupe gunia la dhahabu, uondoke ukatajirike kama Seba, au wote wawili mfukiwe hapa chini ya huu mbuyu. Mganga alimwaga gunia la pesa mbele ya Jenifa, pesa mpya, noti za elfu kumi kumi. Jenifa alizitazama pesa zile Umaskini ulikuwa umemchosha. Alifikiria jinsi alivyoteseka kulea mimba peke yake. Kwa sekunde moja, shetani alimtamanisha: nimwache mtoto nibebe pesa, si nitazaa mwingine? Lakini baraka alilia mgongoni, mama usiniuze. Chozi lilimwagika Jenifa, hasira ilimpanda. Alikumbuka maneno ya kwenye diari: vunja chungu kilichofukiwa. Jenifa aliona chungu cheusi kikiwa nusu kimefukiwa miguuni pa mganga. Sihitaji pesa zako za damu Jenifa alipiga kelele. Mganga alipoona jenifa hatishiki, alituma yule nyoka amshambulie Jenifa. Alikwepa, nyoka akamng'ata begani, lakini maumivu hayakumzuia. Kwa nguvu za mwisho za mama anayepigania mwanaye, Jenifa alijirusha mbele, akampita mganga na kukifikia kile chungu. Alichukua jiwe kubwa na kukipiga chungu kile kwa nguvu zote. Sauti ilisikika kama bomu limelipuka. Chungu kilipopasuka, moshi mweusi mzito ulitoka na kutanda eneo lote. Kusikika sauti za maelfu ya watu wakishangilia kwa uhuru zile nafsi zilizokuwa zimefungwa kuzimu, ikiwemo ya Seba. Mganga alianza kupiga kelele za uchungu. mwili wake ulianza kuyeyuka kama mshumaa Umevunja mji umevunja mji! Mganga alilia huku akigeuka kuwa majivu. Wale viumbe wa ajabu walipotea, mbuyu uliungua na kunyauka papo hapo. Jenifa alizimia. Mama amka, twende nyumbani. Alipozinduka ilikuwa asubuhi, ndege walikuwa wakiimba Alijikuta amelala kwenye majani na Baraka akiwa amekaa pembeni yake akimtikisa. Mama amka, twende nyumbani. Jenifa alimwangalia mwanaye. Macho ya Baraka yalikuwa ya kawaida, ile homa ilikuwa imeisha. Lile jeraha la kuumwa na nyoka begani mwa Jenifa lilikuwa limepona na kubaki kovu dogo tu. Hakukuwa na dhahabu, hakukuwa na pesa, kulikuwa na amani tu. Waliondoka msituni huku wakijua kuwa ingawa hawana utajiri wa pesa, wana utajiri mkubwa zaidi uhai na uhuru. Walipofika kijijini, walisikia habari kuwa kule Dar es Salaam yale makampuni yote ya Seba na majumba yake yaliungua moto usiku ule ule wa tukio la msituni. Kila alama ya utajiri wa Seba ilifutika duniani. Jennifer alirudi Bagamoyo akaanza kuuza vitumbua. Maisha yalikuwa magumu, lakini kila alipomwangalia Baraka akicheza na watoto wengine kwa furaha, alijua alifanya chaguo sahihi. Funzo, Ta hakuna siri ya watu wawili duniani. Dhambi huacha alama hata ukifa. Upendo wa mama una nguvu kuliko uchawi wowote. Utajiri wa masharti ni utumwa. Heri tonge la ugali kwa amani kuliko biriani la damu. Kwanza weka maoni yako kwenye comment hapo chini uniambie kuwa umeionaje stori na umejifunza nini? Kisha ni follow au subscribe ili kuwa mwanafamilia halisi wa familia hii kubwa. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba.